Yani, utakuwa ni mzazi wa hovyo, kwamba wewe wanao wanalala njaa, ila uko razi kubeba nyama, unga, sukari, mchele, kupeleka kwa mtoto wa jirani au ashibe, halafu analala njaa au kwa mchepuko. I say utakuwa ni baba wa hovyo na unafaa, yani unafaa ufe muda huo huo. Sasa hiki ndio kinachowapata wasomi wetu. Ukiangalia okay, taarifa za utumishi waitangaza ajira ya 11700 bana za walimu. Walioomba ni laki mbili na 1777. Yaani ni, ni kama mara 20 ya uhitaji. Serikali washtuki. Halafu ukija kwenye mashule, wamejaa wamejaa wageni. Sio kama mimi nawachukia wageni. Ndio mimi nafika tu na muunga mkono Trump. Hatuwezi kujaza wageni, halafu watu wetu wanaubia kwenye masuala ya ajira. Hapana, ndugu zangu. Kwa hiyo tumesema wazi, bila hata kama mimi na rafiki yangu ni mgeni, nimesema hapa kwamba serikali waondoe waajiriwa wote raia wa kigeni, waondoshwe kabisa, waondoke kabisa, waachie hizo nafasi waajiriwe wa wazawa, kwa sababu kama kuna uhitaji huo, basi taratibu za watu kufanya kazi nchi nyingine zifuatwe eh. Kama uhitaji upo, taratibu za kisheria. Mimi najua wengi wapo, hata sio kisheria kabisa, wapo tu wamezamia, zamia tu Tunawapenda wasomi wetu, tunawapenda nchi yetu, tuondoshe hili. Wakiondoka hawa, kuna tutapata nafasi kubwa ya kuweza kuwa, kuwaweka walimu wetu hawa <sighs> nanyewe, najua hapa tumesema hivi, wazee wastaafu wote wote waondolewe kabisa, kupisha vijana ambao wana ajira na wazee wastaafu wapo na, haya na nayasema sasa. Nashauri serikali wafanye kitu gani? Yaani, wewe umeajiriwa serikalini ukastafu, ukalipwa mafao na una pensheni. Sasa kama iliisha ni deni, sio zero. Sasa leo, sasa vijana wetu waliosoma kwa shida hawana ajira, wewe umebana ajira. Hapana, wazee wastafu wote, private sector kote, waliokuajiriwa, nimesema mimi Mabula, chifu wa Usukumani, waondolewe kwenye kazi zote ajira hatuna mara pakuwaweka a watu. Hatutaki nchi yetu kuipeleka kwenye mtongisiri. hatutaki hii ni nchi yenye ulisi wa amani, lazima wazee wakalime. kama mafa walipo walitapeliwa, wamshukuru Mungu kwa sababu mjini ni elimu pia. na hoja msingi, watu wasio na sifa za kufanya kazi walizoajiliwa waondolewe. Narudia, watu wasio na sifa

wizara moja wapo kati ya TAMISEMI au utumishi wa umma ihusike, e moja kwa moja kusimamia watumishi wote wa nchi hii. Ili nimekuhusia mwanzoni kwamba kwenye nchi hii ukisema tu watumishi wa umma utawapata wizara ya utumishi wa umma managementi na utawala bora, ofisi ya rais managementi, utumishi wa umma na utawala bora, database yote ya watumishi wa umma ipo. <coughs> kitu ambacho hakipo ni database ya watumishi wa sekta binafsi. Kwa nini haipo? I, tumeshauri lazima sasa ipatikane, kama ni utumishi kama ni tumisemi, ni watumishi wote wa private sector waende huko na wao. Sio wekezaji, hayo ni magereza ya mateso. Hatuwezi kuruhusu mateso namna hiyo kwa watu wetu. Kwa hiyo tupate haya, tumeshaambia na tunawaambia leo, Emsingi, serikali ianzishe utaratibu wa kuwa na kanzidata ya wasomi wa taaluma zote wasio kuwa na ajira ambao wamehitimu tu. Ni vizuri serikali waanzishe utaratibu tujue walio hitimu, uh, taaluma ya habari wako laki moja uh, nursing hitimu nacho kwa jumla wako 70,000. E, walio hitimu walimu wako laki mbili. Haya, walio hitimu fani zote tuwe na hii kanzidata ya kujua. Ile, inapofika sasa hatua sasa ya kuanza kuajiri. Wao wanawagawana kwamba kwenye shule zetu kule, kwanza kuna mikataba mifupi mifupi miezi sita mwaka ukisoma waajabu aakizi vigezo neto amesema. Yani ni wajabu ajabu sisi tumwambia waziri wa elimu mikataba ya ajabu ajabu. Kuna wengine hawatoi kabisa mikataba. Ukiomba mkataba ni kosa la kufukuzwa kazi. Kama serikali haitasimamia jambo la mikataba kwenye ajira za sekta binafsi, tusitegemee kutatua changamoto ya ajira nchini. Tutegemee kuona ni watu wakiendelea kuvutana ku, ku, ku, na serikali. Na nimesema tuwaogope sana watu wale wanaofanya movement wasomi na wananja na hama hiyo hoyo. Serikali isimamie swala la mshahara na ulipaji wa mshahara. Hiyo jamani labda ni kwangu tu, kuna shida ya ulipaji wa mshahara. Yaani private sector unaweza kukubaliana na mshahara laki nane. Unashangaa mwezi unaisha pale ya shilingi 50 mara 20. Unaanza kulipana kwa mafungu fungu kama vile advance. Ulikuwa mwezi, mwezi mitatu, mwisho wa mwaka. Hakuna msomi yeyote wa nchi hii atakuwa comfortable kubaki kwenye hili kidude hili. Lazima atake serikali tu. Sasa masuala ya ulipaji wa mshahara wa private sector yana shida. Inijenzwa kabisa. Mishahara haizingatii kima cha chini cha serikali. Nina walimu wananiambia, kuna digiri haida analipwa shilingi elfu hamsini. Nilimwambia acha kazi, ananiambia nikiacha, ulipe wee hiyo elfu hamsini. Yani tunafikia hatua mpaka watu wetu wanalipa shilingi elfu hamsini, serikali ipo? Yani serikali ipo. Na tumeshaambia haya mambo, mishahara inalipwa mikononi kama nagawana maembe sokoni anmtumishi aia mshahara mkononi hawezi siku moja. Madhao ya kulipa mshahara mkononi wanaopoteza, anyway, mtumishi anapoteza na serikali anapoteza. Utakataje kodi ya PAYE kwenye mshahara mkononi? Na hili tumewaambia serikali, mini mwenyewe nikiwepo, kwamba sasa waajiri wote wa private sector waelekezwe kwanza kulipa mshahara kwa wakati na mishahara hiyo ilipo kupitia benki, ili sasa watu wa TRA wakate kodi yetu. Mimi kwenye kodi ya nchi hii si na samaria mtume na wachukie moto wanaopebwa no kodi. Kwa hiyo ndio maana mimi nikaomba watumishi milioni sita milioni sita waende kwenye database yote.